Mwalo wa kijiweni kando ya ziwa Victoria, ila Sengerema Mwanza, maarufu kwa biashara ya dagaa. Wavuvi wakiendelea na maandalizi kabla ya kwenda ziwani kuvua. Shughuli za uvuvi hufanyika usiku ambapo wavuvi huingia ziwani, wakisaidiwa na mwanga kutoka vifaa ambavyo vingine huchangia uchafuzi wa mazingira, kusababisha ajali za moto na gharama kubwa ya ununuzi wa vifaa hivyo kila siku mwanzoni kabisa tulitumia makarabai ya mafuta ya hataa. Changamoto yake ilikuwa ni kulipuka, matumizi kwa siku shilingi elfu ishirini na tano. Nikuja kugundua zile betrisio za uvuvi kamili wa kwenye Ziwa Victoria baada ya pale matumizi yalikuwa ni mengi sana , lakini sasa changamoto hizo huenda zikawa historia kwa wavuvi hawa baada ya kuanza matumizi ya taa za nishati ya jua, ambazo ni rafiki kwao na viumbe hai. Kwa tumekutana nao kijueni hapa mtaani wa jamaa wanataa kama hizi, baada ya kuongea nao wakadai kwamba hizi taa ni nzuri, tunaweza tukatumia tukavulia dagaa na wakatupa testi. Baada ya siku hiyo kunipa testi, nikaenda kutesti. Kwa kweli hiyo siku niliwa sana dagaa kupitia kwenye taa hizi. Mradi huu umebuniwa na vijana wa Kitanzania kupitia kampuni ya nishati jadidifu ya Rumo inayohimiza matumizi ya nishati mbadala na unatarajiwa pia kuongeza kipato kwa wavuvi. Tunaamini kwamba tunaenda kutunza mazingira tukiendana na sambamba na polisi ya serikali inayohimiza matumizi ya nishati safi katika shughuli za uvuvi. Katika eneo hili la kijiweni, malengo yetu ni kuenda katika kambi mbalimbali mbali za uvuvi kama hizi za dagaa kuhakikisha kwamba tunawapa taa safi, lakini pia kuongeza mavuno yao ya dagaa pindi wanapoingia kuvua ziwani. Ujio wa taa hizi kwenye shughuli za uvuvi unaunga mkono juhudi za serikali ya Tanzania za kuhimiza matumizi ya nishati mbadala na jadidifu katika kulinda mazingira, afya za watumiaji na viumbe hai wengine. George Mbara, Azam News.